Majirani, hii ni sare ya nne ambayo ni orange pamoja na kijani, ingawa kijani yake kwenye kitambaa ni kijani ambayo ina metallic, yaani inang'aa. Ilivyokuwa package tu sasa just nice, ingawa sio ishu sana. Hebu tuende tukakichambue kitambaa. The less ina rangi tatu ambazo zinaonekana kwa haraka, kuna orange, kuna green na kuna brown. Na mama mkwe wetu alitokelezea kwenye huu mtoko ina maana hii ni nguo yake ya pili kwenye huu mtoko. Alibaruza hatari kabisa. Angalia lemba limefungwa hilo, hey. Hii lesi kwa haraka haraka kila mtu amecheza nayo tofauti. Kuna ambao wamechagua rangi ya orange kuwa sehemu ya mishono yao kwa ubunifu wa maua yenye mionekano tofauti, na wengine wamechagua kuongeza shanga kama namna hii Rembo ameenda tofauti kwa kutumia kitambaa hichi na kuchanganya na rangi ya kijani. These queens say blend with nature, shine with culture. Yaani, eh? Watu wameshine kijani, tu lesi ile ile, ila kila mtu katufokea na staili yake, maana tumefukiwa na bwana harusi, lakini huku nako tunafukiwa kweli kweli, mpaka kwenye rangi za kucha mtu ana match. Eh? Shangazi huyo, mnamwona? Kulikuwa pia na vigauni kama hivi. Then kuna watu waliamua kuchanganya hii les pamoja na rangi ya yellow. Yaani hii ni confidence ya hali ya juu, lakini ukiangalia inavutia still. Majirani, hebu tupitie wale ambao wamefanya extra. Kwanza huyu hapa, this kwangu didn't make any sense, lakini this made a lot of sense. Hii extra ni extra vaganza, ni extra pressure. This made a lot of sense and this, it also made sense. Ka introduce red Maroon, extra nyingine ni hii, hii hii nguo inasema we jipitishe, jipitishe, jipitishe tu pembeni yangu, lakini hakikisha ya una bima maana nikikukata I can't do anything about it. Another extra ni huyu ambaye amekuja na picha kwenye nguo yake, picha ya Juks pamoja na Priscilla jirani. Ukija kwenye comment section, unajiuliza walikuwa wanakaaje? This is how you you look beautiful and the cost you pay no. Kuna mashangazi walikuwa wanakaa tu freshi, mmoja ambao umepoa na ni mzuri umekatch my attention, kutoka kwa Hilda. Basi sauti ya vilemba gele za Wanigeria zilikuwa high volume structure, kila gele ina personality yake, ukikumbuka gele ambazo sisi wa Tanzania tulikuwa nazo na ambazo wa Nigeria wanazo, ah, tuwajengee mnara, wanatufunza kwenye geli. Of course ni utamaduni wao, na wanaume wao hakuachwa mbali na rangi hii ya kijani, yaani ni watanashati haswa. You see how clean and smart they are, majirani. Hii ni nguo ya pili ya baba mkwe wetu, baba yake Priscilla, alibadilisha tu white. Majirani, light pink ndo sare ya tano, ambapo sasa mama mkwe wetu ambaye ni mama yake Priscilla alibadilisha kwenye nguo yake ya tatu. Hapa yuko na mtoto wake wa kiume na yupo na marafiki zake wakiwa wamevaa hii sare ya light pink, nyie, yeah. Nigerians don't just attend wedding, they headline them. Ona sasa kama Chioma alivyopendeza, angalia kamshono haka nikakuscreenshot, alo.